Shalom, shalom. Ningependa nifundishe kitu kimoja cha muhimu sana uh, dhambi. Moja ya tabia ya dhambi ni kwamba dhambi huwa inaharibu ufahamu wa mtu yeyote anayeishi katika dhambi. Nataka nikwambie ukweli, ufahamu wake hauwezi kuwa sawa. Ukisoma ile Warumi saba kuanzia mstari wa kumi na tano inasema, maana sijui ni fanyalo, sijui. Maanake sina ufahamu, kwa sababu kile lile nilipendalo silitendi, maana yake kuna kitu ndani kinashawishi usifanye, bali lile nilichuki alo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikili ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa, si mimi nafsi yangu ninayetenda, bali ni ile dhambi ikaayo ikaayo ndani yangu. Maana yake dhambi ndo inafanya hizi process anaosema maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Maana yake ni nini? Dhambi na ushawishi. Dhambi imekamata ufahamu wake, kwa maana nyingine maamuzi yake yameshikiliwa. That's why mtu ambaye ja, anaishi maisha ya dhambi uh, ukimwambia aache kitu fulani anakuona wewe ndio mwehu, okay? Mtu ambaye kashikwa na dhambi fulani ukimwambia kwamba uh, kutembea na wanawake kufanya hiki ni dhambi, anakuona wewe ndio una shida. Kwa sababu dhambi, kitu cha kwanza dhambi inafanyaga, inakamata ufahamu, inakufanya yale ambayo upendi kuyafanya ndio yafanye, na yale ambayo utaki kuyafanya uyafanye. So, watu wengi ambao wanaishi kwenye dhambi wamekataa kuokoka, ni watu ambao wanaishi kwenye uovu kwa sababu ufahamu wao umeshikiliwa, na ndio maana dhambi, kitu cha kwanza ilifanya, bustani ya Eden, iliharibu ufahamu wa Adam. Yaani mtu ambaye alikuwa anatembea kawaida hakuwa anajiona uchi. Baada ya kuanguka kwenye dhambi anajiona yuko uchi. Maana yake ufahamu wake pia ulikuwa twisted. Dhambi inapoingia mahali, dhambi inapomtawala mtu, huyo mtu hata wakati wa kutaka mke ataangalia vigezo vya kijinga. Eh, hapa ndo mtu ambaye anaishi ambaye hajaokoka mke anaangalia nini cha msingi, awe na shape, kwa sababu ufahamu umeshashikiliwa akiingia kwenye ndoa anakuja kugundua shepu alitoshi, anafukuza analeta mwingine. Mwingine ataangalia tu mrefu, okay, mweusi. Hiyo ni dhambi, kwa sababu wewe ni kuambia ukishaokoka, tunamsikiliza Mungu. Ukishaokoka unafanya maamuzi ambayo nyuma yake Roho Mtakatifu anahusika. Ukishaokoka kaanza kuangalia shepu na nini, wewe una matatizo bado, hujaokoka unataka kuja, angalie vizuri kwa sababu kitu cha kwanza ambacho utakiangalia baada ya kuokoka, je, huyu kweli anatoka kwa Mungu? Ni kweli anaweza kuwa na umbo na kawa na kila kitu, lakini je, ametoka kwa Mungu au ni adui ananisogezea mzigo? Ngoja niwaambie, na kuja nikagundua kitu kimoja, shetani ana uwezo kujua future yako, na hakuna mtu unayekutana naye bahati mbaya. Mtu yoyote ambaye unakutana naye, awe mke au mume hajawa bahati mbaya, ni lazima wameletwa na kati na Mungu au sh, au shetani. Sijui kama tunaelewana. Hii ni pointi ya msingi, weka kichwani mwako. Kuna kuna aina ya ufahamu huwezi kuwa nao mpaka umeshinda dhambi. Kuna aina ya ufahamu huwezi kuwa nao mpaka umeokoka. Ndio maana Yesu baada ya kufufuka, maandiko yanasema nini? Naye akawafunulia nini ufahamu wao ili wayaelewe maandiko. Awa jamaa kumbuka, walikuwa bado wanaishi kwenye dhambi, na maana kuna mahali walifika, walikuwa bado moyo wao, moyo wao haujatengenezwa, kwa sababu walikuwa bado wanaishi kwenye torati, kwenye sheria. Ndiyo maana wanaanza kuuliza maswali, mwenzangu nimsamehe mara ngapi? Maana yake these guys walikuwa bado na kwenye ugomvi wa wa uchanga wa kiroho. Kuna mahali wakafika, wakasema, Bwana, naomba uite moto kutoka juu wateketeze. These guys walikuwa bado hawajawa Kristo, walikuwa bado hawajasimama kwenye imani, na that's why manake kulikuwa na dhambi bado wanaishi nazo, hasa dhambi za kwenye mioyo yao, walikuwa hawajatengenezwa. That's why Yesu baada ya kufufuka anafungua fahamu zao waelewe maandiko. Haleluya! ni jambo la msingi sana kila mtu kuelewa. Ndio maana dhambi usiitetee dhambi, usicheze nayo, kwa sababu ukicheza nayo, ikija kamata ufahamu wako wewe, si wewe tena. Ndio maana ngoja nikuambia, watu wengi ambao walikuja baadaye kuokoka, watu waliokuwa nao waliona sio sahihi. Yani ulimpata ulikuwa unampenda kweli, yani baadaye kuokoka, tunakuja kugundua eh, hapa kuna shida. Kwa nini? Ufahamu unafunguliwa, unaanza kuangalia sasa mambo kwa namna nyingine, sio kama mwanzo. That's why mtu ambaye anaishi kwenye dhambi ukimwambia, ha, hata sasa hivi ukiwaambia watu labda aache kutumia muda mrefu kuangalia nyimbo labda za bongo flava, wewe ndo anakuona mwehu yana ye, yeah, kwa sababu ajui kama amefungwa ufahamu yeye, yeah, anaona kama huyu mtu ni chizi, ni yani inahusiana vipi? Sasa inahusiana vipi? Hawezi akarelate, kwa sababu ufahamu wake umekamatwa. Dhambi ina tabia ya kukamata ufahamu wa mtu, na uwezi ukajua mpaka <coughs> umeokoka. Kuokoka ni pale unapohamishwa, unarudishwa Edeni ufahamu wako unarejeshwa baada ya uharibifu ule Eden, wa kwanza unarejeshwa. Kiri yako inarudi. Haleluya, Mungu akubariki sana. Unaweza ku follow Instagram, linki nimeweka hapo kwenye description, na Mungu akubariki sana sana sana sana. Instagram inatumia jina la Franki Bwenge. Kuna mafundisho mengi utajifunza. Ubarikiwe sana, subscribe kama ni mgeni.